Hakuna kitu kizuri kama mwanadamu kuishi na tabia mzuri, tabia ya kusamehe, tabia ya ukweli, tabia ya huruma, tabia ya kupendelea wengine kheri. Ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio tunaona ulama wakati wanaeleza da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na athari yake, unaenda kuona kwamba alikuwa anaeleza kwamba katika jambo ambalo limechangia asilimia kubwa, takriban asilimia hamsini, sitini au sabini au hata asilimia thamanini Kufanya watu kuingia katika Uislamu ni katika tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukimsoma katika sira, katika tarehe wengi walislimu kwa sababu ya tabia ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana tukawaambia kwa wengine mudaratu nnasi sadaka. Kuishi na watu vizuri ni sadaka, waandikiwa ni sadaka, wapata thawabu za sadaka. Kwa nini? Wajua huyu ana tabia za ukali lakini hujua kuishi naye. Huu ni mjeuri, hujua kuishi naye. Huu ni mpole, hujua kuishi naye. Huu ni mzito, hujua kuishi naye. Waandikiwa kwamba unafanya sadaka so, kwa sababu ni jambo zito, na ndo katika hadithi nyingine Mtume akasema, wallahi atafikia mumin daraja ya mtu ambaye kwamba anafunga mchana siku zote, na daraja ya mtu ambaye kwamba anaswali usiku kila siku, hawachi kuswali tahajjud kila siku. Huyo ni mtu bora sana. Saumu so, haina mfano, tahajjud haina mfano wake, lakini Mtume akasema mtu anapokuwa na tabia mzuri basi humfikia huyu na kumpita. Nini? Tabia mzuri, tabia nzuri wa khaliqi nnasa bi khuluqin hasanin, ishi na watu namna ambavyo kwamba wewe wataka watu waishi na wewe. Wataka watu wakupende, watu wakwambie ukweli, watu wakuhurumie, nawe wapende, wahurumie. Kuwa mkweli, kuwa mtu laini, kuwa mtu akusamee. Kusamee si si kujidhalilisha, la. Samehe, samee, samee, fafu anhum wasamee watakapokosea. Mpende anayekuchukia, mpa anayekunyima, mfanye wema anayekufanyia ubaya